Mtazamaji, karibu tena katika siku nyingine kwa ajili ya kupeana taarifa maarifa lakini na uchambuzi wa masuala mbalimbali. Huko Burkina Faso, rais wa nchi hiyo, nchi ya unyofu, si mwingine Kapteni Ibrahim Traore amepiga marufuku tamasha ambalo lilitakiwa kufanyika katika nchi ya Burkina Faso na mwanamuziki mashuhuri duniani, si mwingine anaitwa Banaboy. Bana Boy ni mwanamuziki kutoka nchi ya Nigeria ambaye anajinasibu na hivi karibuni amejinasibu kwamba yeye ni ufuasi wa mambo yanayofanywa na Ibrahim Traore katika nchi ya Burkina Faso, lakini ukizingatia sana sana kauli zake, misimamo yake na unyoofu alionao katika ulimi wake, Bana Boy alitangaza kwamba atafanya tamasha hilo katika nchi ya Burkina Faso huku akitangaza wazi kwamba hakutakuwa na kiingilio chochote katika nchi ya Burkina Faso ili wana Burkinabe wapate kuburudika. Lakini rais wa nchi hiyo amepiga marufuku tamasha hilo na kwamba halitakuwepo kwa halita nini. Zipo sababu nyingi ambazo uh, rais Kapteni Ibrahim Traore anazo. Ikumbuke kwamba mwanamuziki huyu wa Nigeria kwanza tu, anapotoka Nigeria, rais wa Nigeria ndiye rais, ndiye mwenyekiti wa ECOWAS na ikumbukwe, Burkina Faso imejiondoa katika ECOWAS. Kwa nini? Kwa sababu ikaonekana kwamba baadhi ya nchi za ECOWAS ambazo ni muungano wa ECOWAS, uh, wanatumika na watu ambao hawaitaki wa mema Burkina Faso, na ndipo uh, ikaamulika sasa au akaamua huyu bwana Traore pamoja na wenzake wa Mali na Niger kuunda muungano wao wa nchi za Sahel ama ukanda wa Sahel. Sasa kwa nini amekataa uh, jambo hilo lisifanyike katika nchi ya Burkina Faso kupitia mwanamuziki huyu ambaye anatoka Nigeria kwanza, bana boy? Wengi mnafahamu kwamba mwanamziki huyu uh, ni mtu mwenye mahusiano makubwa ama mazuri na Marekani. Na Marekani hiyo hiyo hawana mahusiano mazuri na Burkina Faso. Na turejee katika wale watu ambao wanafuatilia masuala ya ujasusi na kadhalika. Wanamziki, baadhi ya wanamziki maarufu duniani huwa wanatumiwa sana katika masuala ya ujasusi. Ukirejea huko nyuma kipindi cha Patrice Lumumba pale DRC wakati anawindwa, walikuwa wanatuma wanamuziki kadhaa kwenda kufanya kama burudani hivi, lakini uh, kumbe wanafanya masuala ya ujasusi. Na unajiuliza kwa nini huyu bwana uh, mwanamuziki huyu Bana Boy, kwa nini asifanye tamasha nyumbani kwao afu akamsifia Traore mpaka aende kwenye ile nchi ya Burkina Faso na mbona huyu ana mahusiano makubwa sana na nchi za magharibi hususan Marekani, na ikumbukwe wakati anaapishwa rais wa sasa wa Marekani bwana Donald Trump, rais pekee aliyekuwa amealikwa katika nchi ya uh, ama kwenda kwenye uapisho wa Donald Trump Marekani alikuwa ni bwana Captain Ibrahim Traore lakini kwa, kwa, kwa sababu ikumbuke kabisa Traore ana akili sana. Ni kijana na ni kiongozi ambaye ana akili sana anaona mbali sana, na tunaweza kusema kwamba amevuka mstari wa tamaa, na ndio maana haiwezekana, Mungu anaendelea kumlinda mpaka sasa. Captain Ibrahim Traore hakuenda kwenye uapisho wa bwana Donald Trump kwa sababu alikuwa anafahamu kabisa, kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Marekani wana mahusiano na Ufaransa na Captain Ibrahim Traore alishawafukuza Wafaransa katika nchi ya Burkina Faso, ataendaje huko? Kuna nini? Kuna upendo gani huu wa gafra? Na zaidi zaidi, baada ya kuiondoa Burkina Faso hiyo Ufaransa pale Burkina Faso, akaamua kufanya mahusiano na nchi zingine kama Urusi, China na mataifa mengine ambayo kimsingi hayana unyonyaji ule ambao wananyonya mpaka damu kwa sababu mwekezaji mwekezaji tu kimsingi, mwekezaji ni mwekezaji tu, lakini angalau kuwe na, na kitu ambacho kina, kinaonyesha angalau kuna dalili za win-win situation. Na mfaransa siku zote pale Burkina Faso ilikuwa kama ndio koloni lake, kila kitu yeye ndio alikuwa anakiendesha mfaransa, kwa watu wa pale Burkina Faso wao walikuwepo tu kama vibaraka tu, yani wapo tu hivyo. Turejee katika story hii ya huyu mwanamuziki. Uh, ambaye amefukuzwa ama amekataliwa kufanya tamasha pale kwe, pale Burkina Faso. Lakini pili licha ya kuwa na mahusiano mengi ama mazuri na Marekani huyu mwanamuziki. Lakini pili anatajwa mwanamuziki huyu kwamba ni mmoja kati ya watu ambao uh, hivi karibuni nadhani nimezisikia zile taarifa za PDD. Mwanamuziki PDD na mahusiano yake na wanamuziki wa nchi za Afrika hasa masuala yanayotajwa ya Sodoma na Gomora, yawezekana ni kweli ama si kweli, lakini mwanamuziki huyu ni mmoja kati ya wanaotajwa kwamba ya, pia ana mambo ya mahusiano kwa namna moja ama nyingine, mahusiano mazuri na huyo P Diddy. Sasa alikuwa anataka kupeleka kitu gani pale Burkina Faso yeye, kwamba mpaka sasa nchi za magharibi ama mataifa ya magharibi yanashutumiwa kutaka kumuua ama kumwondoa madarakani Ibrahim Traore, ikiwa ni pamoja na kufadhili vikundi vya kigaidi katika nchi ya Burkina Faso. Na huyu mshirika wao sasa, huyu Bana Boy anataka eti kwenda kufanya tamasha pale katika taifa la Burkina Faso, kwenda kuwaburudisha. Sijui wanaburudika kwenye jambo gani wanaenda kuburudishwa kwenye, kwenye ishu gani mpaka wakaburudike? Na yawezekana targeti zao, kwa sababu rais wa Burkina Faso uh, amekuwa kama rais wetu hivi uh, anajitokeza kwenye shughuli nyingi sana za umma, kuungana na wananchi yawezekana, wakawa nafikiria kwamba inawezekana Captain Ibrahim Traore naye akajitokeza kwenye lile uh, tamasha ili labda wafanye chochote ambacho wanataka kufanya, kwa sababu ikumbuke kwamba huyo mwanamuziki hatoenda peke yake, atakuwa na crew yake. Je, tunafahamu wa watu wametumwa nini? Ndipo hapo inapofika hatua rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore kupiga marufuku jambo hilo kufanyika katika nchi yake, na kwamba kama anataka mwanamuziki huyo kufanya hilo tamasha, anaweza kaimba tu afu video zake zikasambaa dunia nzima, akimwelezea Uh, rais wa Burkina Faso kama anapendezwa naye kweli kweli katika kutoka moyoni mwake, lakini pia anaweza kufanya hilo tamasha katika nchi yake ya Nigeria. Mtazamaji, wewe una mtazamo gani katika jambo hili ambalo rais wa Burkina Faso amelifanya kwa kupiga marufuku tamasha lililokuwa linatarajiwa kufanyika na huyu raia wa Nigeria, uh, mwanamuziki huyu, na kwamba viingilio vitakuwa bure. Uh, je, unadhani ni maamuzi sahihi kwa nchi ya Burkina Faso kupiga marufuku tamasha hilo na bana Bana Boy, ambalo walitaka kwenda kuwaburudisha, lakini wao hawataki kutokana na masuala mbalimbali ikiwemo mbali, swala la kiusalama na mambo kadhaa. Unaona nini mtazamaji katika jambo hilo? Karibu kwa maoni yako.